Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu katika robo ya pili ya mwaka 2025. Vidokezo, tamathali za semi, ishara. Hili ni Juma la Aprili 5 hadi Aprili 11. Tunapoenda kuliangazia somo la pili linalosema msingi wa mwanzo katika somo hili, hii ni sabato mchana, mwandishi anatuelekeza kuelekeza macho yetu katika mafungu ya Isaya 40 aya 7 na 8. Mwanzo 22 aya 1 hadi 13, Yohana Mtakatifu sura ya 3 aya 16, ufunuo wa Yohana sura ya 5 aya ya 5 hadi ya 10, na waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ile ya 15 aya 15 hadi 19 na mwisho ni Ufunuo 12 ya kwanza hadi ya tisa. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya ya 29. Neno la Mungu linasema siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema tazama, mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Moja ya matatizo ya msingi ya tafsiri za kisasa za unabii wa Biblia kama vile katika Ufunuo ni kwamba zinashindwa kutambua chimbuko la kale la Ufunuo. Mwandishi anachukulia kuwa msomaji anayo maarifa ya Agano la Kale na kutumia dhana ambazo zilijulikana vyema kwa wasomaji wake. Wakati ambapo kutafuta katika Biblia nzima vifungu vinavyofanana na andiko unalojifunza katika Ufunuo kunafaa, pia yapo maandiko kiini ambayo yanaweka msingi wa kuelewa kitabu hicho vizuri zaidi kuliko maandiko mengine. Hili ni kweli hasa kuhusu kitabu cha Mwanzo ambacho kinaandaa njia ambayo ulimwengu wetu ulishuka katika machafuko ya dhambi. Karibu kila wazo la msingi linalotajwa katika Ufunuo linaonekana kwa namna fulani katika sura za kwanza za Biblia. Juma hili tutajifunza machache ya dhana kubwa katika kiini cha Ufunuo. Zipo nyingi na kwa hivyo, tutachagua chache ili kueleza jambo muhimu zaidi kwamba kuelewa misingi ya kale nyuma ya Ufunuo kunamwezesha mwanafunzi kuona tofauti nyingi kubwa katika maandiko ambazo kila moja inaweza kutoa masomo muhimu juu ya asili ya mwanadamu Mungu na pambano linalopiganwa katika ulimwengu wetu na hivyo, katika maisha yetu vile vile. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Aprili 12. Jumapili tutajifunza kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Jumatatu kuelewa upendo wa Mungu Jumanne, swali la Isaka, yuko wapi mwanakondoo? Jumatano, kushughulika na kifo. Alhamisi, nyoka na katika siku ya Ijumaa jifunze zaidi. Kumbuka, hili ni somo la pili linalosema msingi wa mwanzo, na hii ni sabato mchana, Aprili tano. Mwenyezi Mungu atubariki sote na kwa neema yake tuendelee kufuatilia masomo haya Tangu tunapoanza hadi tutakapofikia tamati katika siku ya Ijumaa.